Wakikumbuka namna walivyotawala soka la Uingereza msimu wa 2003 2004. Hiki kilikuwa moja kati ya kikosi kilichokuwa hatari zaidi chini ya kocha Arsene Wenger kikosi kinachokumbukwa kwa kushinda ubingwa bila kupoteza mchezo hata mmoja katika msimu wa 2003-2004. Unaposikia kilio cha mashabiki wa Arsenal wanakumbuka kule walikotoka, wanakumbuka namna ambavyo waliwahi kuwa na timu hatari. Arsenal ya mwaka 2003-2004 ilicheza jumla ya mechi 38 za ligi na kushinda jumla ya mechi 26 huku akitoka sare katika mechi 12 na kutopoteza mchezo hata mmoja katika msimu huo. Lakini pia kikosi hicho cha Arsenal kiliweka rekodi ya kumaliza na alama nyingi zaidi, alama tisini, rekodi ambayo ilikuja kuvunjwa na kikosi cha Manchester City. The Invisible ilikuwa hatari nyumbani, lakini pia ilikuwa hatari ugenini, kwani katika msimu huo ilishinda mechi 15 kati ya mechi 19 za nyumbani na kutoa sare mechi 4 huku ikishinda mechi 11 kati ya mechi 19 za ugenini. Na kutoa sare katika mechi nane. The Invisible ilifunga jumla ya mabao 73 na kuruhusu mabao 26 pekee ndani ya msimu huo. Wanaopenda soka watakubaliana nami kuwa hii ilikuwa Arsenal dume kweli kweli iliyoundwa na nyota wengi hatari waliokuwa na uwezo mkubwa wa kusakata kabumbu. The Invisibles ya msimu huo iliundwa na golikipa Jens Lehmann, mabeki Sol Campbell, Kolo Touré na Ashley Cole walikuwa sehemu muhimu katika safu ya ulinzi ya Arsenal, huku viungo Patris Vieira, Robert Pires Cesc Fabregas wakiwa viongozi kwenye eneo la kiungo, walisaidia timu kutawala na kushinda mechi kadhaa ndani ya msimu huo. Thierry Henry na Dennis Bergkamp walikuwa nyota wa timu, wakifunga magoli mengi muhimu na kuchangia kwa kiasi kikubwa ubingwa wa Arsenal katika msimu wa 2003-2004. Nyota Thierry Henry alifunga mabao 30 katika msimu huo, huku Robert Pires akifunga mabao 14 na Dennis Bergkamp akifunga mabao manne huku kiungo Patrick Vieira akifunga mabao matano katika msimu huo. Arsenal walihitimisha msimu wao wa kutokupoteza mechi hata moja dhidi ya kikosi cha Leicester City kwa ushindi wa goli mbili kwa moja mechi ambayo iliwahakikishia ubingwa na kuweka rekodi ya kutopoteza mchezo kwa mara ya kwanza kwa klabu yoyote kwenye ligi kuu Uingereza kufanya hivyo, rekodi ambayo haijavunjwa mpaka sasa kwa ujumla kikosi cha invisible kilibaki kuwa sehemu ya historia ya soka duniani, na ni mojawapo ya timu bora kabisa kuwahi kutokea katika historia ya soka. Makala hii imeandaliwa na kusomwa kwako, nami Jordan Ngori.